KIMM Media, tunapozungumza amani ya nchi, nchi ni ujumla wa neno, nchi ni ujumla wa neno, lakini nchi inaanzia kwenye maisha ya kawaida ya familia ya mtu mmoja mmoja, ya mke na mume. Ni waase watu ambao wa Mwenyezi Mungu amewapa mamlaka ya kuwa na familia, baba na mama. Ile kauli ya hamsini kwa hamsini isitufanye tukakosa amani katika maisha ya familia. Maana tukijenga maisha ya amani ya familia ndio tutapelekea sasa kupatikana amani katika taifa na jamii kwa jumla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio maana mamlaka haya ya kwake Mungu alikushaweka utaratibu wa maisha baina ya mke na mume. Serikali yetu imetuelekeza kwamba hamsini kwa hamsini ni serikali, na serikali haina dini lakini kwenye Qurani Mwenyezi Mungu anasema arijalu qawwamuna ala nisaa. Hata iwe hamsini kwa hamsini mwanamke anatakiwa ajue kwamba hamsini yake bado iko chini kwenye hamsini ya mume wake. Lazima asikilize maelekezo ya mume wake, asikilize nasaha na na mwongozo wa mume wake, ili mawasiliano, umoja, amani iweze kuanza kupatikana katika maisha ya kawaida lakini ukimwona mwanamke ambaye sasa Anasema ah, bwana serikali amesema hamsini sawa, hatukate, lakini wewe una akili timamu, mwanamke anaweza kuwa sawa na mwanaume? Kwa mafundisho ya dini haiwezekani. Lazima mwanamke afuate miongozo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao amempa mwanaume kusimamia katika maisha ya kawaida ya kifamilia. Lakini pia lengo la serikali kusema hamsini kwa hamsini sio maana kwamba sasa ndio baba afue nguo za mke wake, baba apige deki. Ah, ah hata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya kitanifu Mtume alikuwa anasaidia kazi za nyumbani za mke wake. Kusaidia kazi mwanaume ni kujenga mapenzi baina yako na mke wako. Usimfanye mke akawa kama ni mtumwa, afagie, apige deki, atoke hapo, afue nguo zako. a ifikie hatua kujenga umoja wetu ule wa 50 kwa 50, mwanaume naye ajisikie kwamba ana nafasi ya kumsaidia kazi mke wake na wala mwanamke asiseme kwamba lazima hii hamsini kwa hamsini mpaka mume wake ashiriki kazi kazi za nyumbani. Tunakosea lengo la serikali. Kuweka hamsini kwa hamsini ni kuwafanya Watanzania wote kujihisi kuwa tuko kitu kimoja, ndio lengo la hamsini kwa hamsini. Pia lengo la serikali kupanga hamsini kwa hamsini ni kutaka kuwafanya hawa watu, mwanaume na mwanamke, kila mmoja awe na mchango katika maisha yao ya ndoa, au na ushauri, ajisikie yuko huru kuweza kumshauri mwenzake jambo la maisha yao ya familia yao na kadhalika, katika mji wao. Sasa imefikia hatua baadhi ya wenzetu kina mama akipata ajira ya kazi au ana biashara na mme wake, sasa maskini ya Mungu hana kazi, hana biashara, mwanamke anadhani sasa kwamba tayari imefikia hamsini kwa hamsini ile ambayo serikali imeelekeza, ndio mme wake amdhoofishe, mme wake amdhalilishe, mme wake amnyanyase. Hapana, lengo la serikali la hamsini kwa hamsini ni kuonyesha mchango wa kila mmoja upo katika kuboresha maisha ya kifamilia na maisha ya miji yetu. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.